Watu wengi huamini dini ni njia ya kumfikia Mungu. Lakini je, huna uwezekano dini zenyewe zilipenyezwa na malaika walioanguka? Baada ya kufungwa kwao, baadhi ya mafundisho ya malaika hawa yaliridhiwa kisiri na wanadamu kisha kuingizwa kwenye dini rasmi, taasisi za kifalme na hata maandiko matakatifu yaliyohaririwa. Katika historia, tunaona dini zikitumika kuanzisha vita. Kuchoma wasiotii na kuficha maandiko yenye maarifa ya kweli, kama kitabu cha Enoki, injili ya Tomaso na maandiko ya Gnostic. Kwa nini vitabu hivi vilifutwa? Je, walikuwa wakilinda ukweli au wakitimiza mpango wa nguvu wa kale? Viongozi wa kidini waligeuka kuwa wafalme wa roho, wakitumia hofu ya moto wa milele kama silaha ya kimya. Je, kuna nguvu kubwa nyuma ya pazia inayotumia dini kutawala dunia? Usikose sehemu ya sita, tutajibu swali moja kubwa. Je, malaika hawa wanakuja tena? Fuata kwa mwangaza wa ukweli walioficha kwa karne nyingi.